Alhamdulilah rabilalamin wslau wsalamu al rasulahi sa wsb. Ndugu zangu, naomba niukaribisheni katika programu ya leo na programu hii inakusudia tukumushane ma, mambo machache ambayo kwa namna moja ama nyingine yatachosaidia kujiandaa na kukaribisha mwezi wa Ramadhani mwezi ambao ndani imo kuna ibada ya lazima, ibada ya faradhi, nayo ni swaumu. Lakini pia ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna mambo makubwa mazuri, ambayo yakifanywa yana tija kuliko au kilinganisha na miezi mingine. Ni mwezi ambao imeshwa Qurani, lakini ni mwezi ambao kuna ibada ya sunna ya swala ya tarawehi. Kwa hiyo wakati tukijiandaa kwa mambo mengine, ni muhimu pia tukajiandaa kwenye upande wa maarifa, walau kwa mambo machache. Ndani ya mwezi wa Ramadhani kuna ibada ya soumu, na soumu ni katika nguzo miongoni mwa nguzo tano za Uislamu. Nini maana ya soumu kilugha? Soumu ni kujizuilia na jambo lolote ambalo mwanadamu amelizoea kulifanya kama kawaida yake, na jambo hili limetajwa ndani ya Qurani. Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala ameonyesha maana ya neno soumu katika mazingira tofauti na kufunga au kujizuilia kula chakula. Jambo hili amelitaja katika Surati Mariam, sura ya 19, aya ya 26. Mwenyezi Mungu pale alivyosema, audhubillahi na shaitani rajim, faima tarayna min albashari ahada, na kama ukimwona mtu yoyote katika watu Quli inni nadhartu lirrahmani sawma, sema kwamba mimi nimeweka nadhiri kwa Mwenyezi Mungu, mimi nimeweka nadhiri kwa mwenye, nadhiri kwa mwenye mwingi wa rahma. Sawma ya sawm, falan ukallima lyawma insiya, kwa hiyo leo sitasema na mtu. Saumu iliyotamkwa hapa ni kujizuilia kusema, hii ni maana ya saumu kilugha lakini kisheria au kisheria, wataalamu wametueleza kwamba swaumu ni kujizuilia kutokana na kula, kunywa, kufanya tendo la jimai, kuingiza kitu chochote kile katika matundu ya mwili na kujizuilia kumwasi Allah Subhanahu wa Taala kuanzia alfajiri ya kweli mpaka kuingia kwa magharibi hii ndiyo maana ya swaumu kisharia katika mafundisho ya Uislamu ni kujizuilia kula, kunywa, kufanya tendo la jimaa au tendo la ndoa au kuingiza, na kujizuia kuingiza kitu chochote katika matundu ya mwili na kujizuia kumwasi Allah Subhanahu wa Taala kuanzia alfajiri ya kweli mpaka kuingia kwa magharibi. Ndugu zangu, hii ni maana ya swaumu. Tunaizungumza hii kwa sababu masiku machache yajayo, tutakuwa tupo ndani ya mwezi wa Ramadhani ama modanimo, tutakuwa tunawajibika kutekeleza ibada hii ya swaumu. Na wataalamu wanasema sheria ya kushuka kwa swaumu imetokea imeshuka mwaka wa pili wa Hijiria baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na Waislamu kuhajiri kutoka Maka kwenda kwenda Madina, na Waislamu walipofika Madina waliwakuta watu wa Madina Bani Israili wanafunga siku ya kumi siku ya tarehe kumi ya mwezi wa Muharram. Mtume akawauliza, Kwa nini mnafunga siku hii? Wana wa Israeli wakasema tunafunga siku hii kumshukuru Mwenyezi Mungu kutokana na kutunusuru au kuwaunusuru Nabii Musa na sisi kizazi cha Bani Israeli kutokana na mikono wa au dhalim wa Firauni. Mtume Muhamad sallallahu alayhi wa sallam akasema, sisi tuna haki kwa Nabii Musa kulikoni hawa Bani Israili. Mtume akawaamrisha Waislamu kufunga somu ya asura tarehe kumi ya mwezi Muharam, na ikawa ni somu ya lazima kabla ya kushuka kwa mwe, kwa somu ya ndani ya mwezi wa Ramadhani. Kwa kwayo, kumbe somu iliyoanza ilikuwa ni somu ya yaumu asura kama ya lazima. Na ya mwaka wa pili hijiria ndipo ikashuka aya ya kuelekeza sasa, somo inayotakiwa kufungwa ya lazima ni somo inayofungwa ndani ya mwezi wa Ramadhani. Na baada ya kushuka aya hii ya sura ya pili ya 183 mtume akawaelekeza Waislamu hii ndo itakuwa somo ya lazima, na yamasura itakuwa ni sunna kwa Waislamu kuitekeleza. Lakini kwa kuongeza, ukiisoma Qurani sura ya pili hii aya ya 183 Allah anasema Baaudhu billahi min shaytani rajim ya ayyuha lladhina aamanu kutiba alaykumu ssiyam kama kutiba ala lladhina min qablikum laallakum tattaqun, lm enyi mlioamini. Ya ayyuhalladhina aamanu, wanaoitwa hapa ni waumini, enyi mlioamini. Kutiba alaykumu ssiyam, imelazimishwa kwenu kufunga kama kutiba ala ladhina min qablikum, imewajibishwa kwenu kufunga kama walivyowajibishwa wale waliokuwa kabla yenu. Laalakum tattakun, ili mpate kuwa wacha Mungu. Tarehe inaonyesha kabla ya ummati Muhammad Kabla ya kizazi hiki cha umati Muhammad, zipo zama zilipita na wako watu walipewa ibada ya somu ya lazima kiza uh, kaumu ya Nabi Isa walipewa ibada ya somu uh, kizazi pia kaumu ya Nabii Musa walipewa ibada ya somu ya kufunga siku 40 japo sasa wa, wafuasi wale wanaojiita wafuasi wao leo wamechakachua wame lakini Saumu so ya lazima kwetu sisi, sio sisi tu peke yetu, lakini viko vizazi na jamii zilizopita nazo zilipata kufaradhishiwa saumu so ya lazima, na wakawa wakifunga. Sisi pia umati Muhammad, saumu so ya siku ya mwezi mzima ndani ya Ramadhani kwetu itakuwa Allah, ni funga inshaallah. Nikuombeni sasa, tujiandae kuitekeleza ibada hii kama ya lazima Hatua kwa hatua. Na hii ni sehemu ya kwanza ya ukumbusho. Tumeangalia nini maana ya swaumu kilugha, nini maana ya swaumu kisharia, na uh, historia kwa ufupi ya kufaradhisha kwa swaumu kutoka kwenye siku ya Ashura mpaka kuja swaumu ya mwezi wa Ramadhani. Bila wa billahi taufiki, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.